Sasa sisi tunajua mpira wa utaratibu wake, hatuwezi kutukana viongozi. Kwa maana mtu yoyote yule anatukana viongozi wa klabu yake, wa mpira wa miguu, sijui bodi ya ligi ya TFF nini? Huyu hajui mpira. Hata kama tulinunua tiketi, Simba na Yanga hazijaanza kuahirishwa leo. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anajitambua mwenye uwakili, mwenye kufikiria nini? Hawezi kutukana viongozi. Anachokifanya Manara ni kukuza brand yake kwenye TV yake, Manara TV. Mpira ndio maana anaambiwa achukue wachezaji ambao wanaweza kusaidia kwenye ndani ya mpira. So, sasa hivi wanaanza kuleta alawama kwenye bodi ya ligi, kutukana viongozi, vitu ambavyo havipo. Sasa hivi Yanga ndio imekuwa TFF au TFF imekuwa Yanga? Vitu ambavyo havipo pisai, yani ujinga. Yani kwenye mpira wanaleta ujinga kwa viongozi au viongozi unawatukana wewe ndo wametuheshimisha tokea elfu mbili na kumi na tisa mpaka leo elfu mbili na ishirini na tano tumefuza afcon mara ngapi au chan tumefuza mara ngapi alafu leo watukana viongozi tutaleta vitu ambavyo vipo kwenye mpira usilete taarabu kama unataka unataka taarabu nendeni kule pengine mtu mwingine anaweza akasema kwamba huyu anaongea vile kwa sababu yeye ni simba hayajamkuta aliowakuta yanga labda hayupo katika nafasi waliyopo yanga kwa mfano ungekuwa yanga nadhani ungeaongea maneno haya mimi singekuwa na jazba ya kuongea maneno mengine, labda mimi sio labda niko Yanga labda niko wapi, simenielewa? Tarehe kumi na tisa tumefungwa goli moja kwa kujifunga kwa kijiri lakini tu, kwa watoka tunajua mchezo wa mpira ndivyo ulivyo, simenielewa? Mimi siongee kwa sababu ya Simba au kwa sababu mimi ni Yanga au labda, mimi labda, mshabiki wa Simba hamna. Mimi naongea kimpira kwamba ukitaka kushabikia mpira lazima ukumbuke kuna vitu vitatu kwenye mpira Simenelewa. Ukitaka kuoa unatakiwa ukumbuke kama kwenye kuoa kuna mtagombana ndani ya ndoa. Usione wazee wetu wanakaa na, na, na, na mabibi zetu mama zetu mpaka wanazeeka, maana kuna vitu mle watu wanagombana, watu wanavumilia, lakini kuna nafikia kipindi, unafanya nini? Watu wanafanya nini? Wanavumilia yale mambo yanaenda yana. sasa sisi tunajua kwamba mpira una matokeo. Mpira kama una matokeo, unatakiwa ukubali kwamba na kufungwa kufu, kushinda na kupoteza, na kuna kudraw, unaelewa. Kwa sasa sisi tunajua mpira utaratibu wake, hatuwezi kutukana na viongozi, kwa maana mtu yoyote yule anatukana na viongozi wa klabu yake wa mpira wa miguu sijui bodi ya ligi wa TFF nini, huyu hajui mpira. Mpira ndivyo ulivyo. Wao sasa hivi wanatuambia sisi, wanaanza kuleta hayo mambo ambayo hayapo. Wakumbuke nyuma, sisi toke elfu mbili na ishirini na moja mpaka leo hatujachukua ubingwa, wanachukua wao tu. Wako, wako, aza, wako chini ya nani? Wako chini ya viongozi ambao wa wako sasa hivi Eh, hey, kwao wanaita vitu ambavyo havipo. Ndio maana mimi ukiniuliza nitakwambia hivyo vitu anajua mamlaka. Mamlaka tuwaachie wao, wafanye taratibu, wafanye wanachokijua, watapanga tarehe gani mechi ya Simba na Yanga ya mkondo wa pili ichezwe. Si tutasubiria kucheza hata kama tulinunua tiketi. Simba na Yanga hazijaanza kuahirishwa leo. Kwa hiyo mtu ambaye anajitambua mwenye uwakili mwenye kufikiria nini? Hawezi kutukana viongozi. Anachokifanya Manara ni kukuza brandi yake kwenye TV yake, Manara TV. Sipendelewa na ikuza ili ijulikane. Sio kwamba labda na viaofanya vijui, anafanya vitu vya kijinga, kwa sisi ambao kwa tunajua kwamba tunajua anakifanya kitu gani ile mtu wa propaganda, katengeneza propaganda. Simba amekuja na mbuzi uwanjani, watu wameikubali. Huu mpira una taratibu zake, mpira zake. Mpira una kanuni na sheria. Asa, kama kanuni msimu ulioisha tulibugi Tulishia nafasi ya ngapi kwenye ligi? Si nafasi ya tatu. Haya tumekuwa na wachezaji ambao uwezo, uwezo wao ulikuwa sio wa kuchezea Simba. Sasa hivi tumefanya usajili mkubwa. Sasa hivi wao walikuwa wanatubeza sisi wakati tunaanza usajili. Sasa hivi wao ndo kimataifa hawapo, waleta siasa. Sasa kama waleta siasa, maana yake nini? Umechukua wachezaji kwa siasa umesajili, umechukua huku, mwisho wa siku mikukosti sasa hivi, hivi, hivi, hivi unatafuta wa, mashabiki wa wa wako kuwaaminisha kwamba tarehe nane Simba tarehe saba Simba kakukimbia, tarehe nane ajaja kucheza. Kwa sababu gani? Ili kuyafuta yale makosa yote yamefanyika uliowafanya wewe nyuma, kwa sababu injinia akawafanyia makosa makubwa sana wana Yanga. Sasa atayafutaje makosa yake ili kuonekana kama ajawapiga pesa, anafanya nini? Ndo anafanya vitu hivi vyote, ana, anawatuma watu mashaba wazee, anafanya, anafanya hivi waje kuongea sisi figisu, figisu zote ni kuwafanyisha watu, watu, watu wasahau ya nyuma.